Ili ujitambue kwa haraka, fuata mchakato huu. Mchakato wa pili unaokusaidia kwenye hii njia ya kujitambua ni wewe kuelewa udhaifu wako. Kwa hivyo, elewa udhaifu wako. Ninaposema elewa udhaifu wako, namaanisha nini? Katika mchakato huu lazima uwe makini kuufahamu udhaifu wako. Kwa nini kuufahamu udhaifu wako? Ili usiwe mtu wa kuwalaumu watu wengine wakati pale wanaposema kwamba hujafanya vizuri kwenye jambo fulani. Unajua watu watakuja waanze kukulaumu kwamba hili jambo na lile jambo hujafanya vizuri, ndugu yangu, hapa umechemsha. Sasa wewe unaanza kukasirika. Kwa nini unakasirika? Ni kwa sababu haujitambui. Lakini kwenye hii pointi ya pili, elewa udhaifu wako ukishaanza kupambanua udhaifu wako, na watu wanakuongelea vibaya kuhusiana na udhaifu wako, hautaumia utajua tu kwamba mimi siwezagi hilo jambo. Mimi siwezi, siwezagi kuongea, maneno yangu mara nyingi yanawachukiza watu. Mimi siwezagi kukimbia, mimi siwezagi kuchora, mimi siwezagi mathematics. Kwa hivyo ukichemka kwenye eneo lolote, hautaumia hauta hata ukiletewa mrejesho wa aina gani, au utaumia kwa sababu gani? Umeanza kuelewa udhaifu wako. Udhaifu wako una unauelewaje? Una unauelewa katika njia ya kujitafakari ile.